No, ni shauri isifikie Nisha wakati eti tuambiwe kwamba hii sijui michezo sijui inafanya nini michezo inaweza ikaondoa amani ya nchi. Yani huu ni ushauri wangu, michezo inaweza kuvuruga amani ya nchi. E, intelligence, kupitia vitengo vyake, mm-hmm. vitazame vizuri, kuna watu hawa waanze kuwashughulikia. Huu muda sio mzuri Umenielewa sijui, my brother, nakupata saa? Watu wamepewa kauli nyingi za vitisho, kauli nyingi za ushawishi, umenielewa, na wanatumia baadhi ya vyombo vya habari. Kuna wachambuzi katika vyombo vya habari, my bro, mpaka unajiuliza huyu ubongo wake uko sawa sawa. Mimi namsikilizaga mtu mmoja, anamuita Ansarasa, ili yule bwana sikia, na kichwa gani, maskini ya Mungu, afu sijui yeye amekatwa nini katika kichwa chake. Yaani upo kwenye mjadala, unajadili hoja ya kwamba Yanga wamesema wanaida ifu ifu, lakini ukifua maiki umeng'ang'ania hapo hapo, unajua Yanga wanasema wanaidai TFF, TFF nao wameandika barua kwa wanaidai Yanga. Huo ndo mjadala, maanake unajadili katika inside A na B, si umenielewa? Na kwa leo wewe kila ukija kinachosemwa na Yanga ndio kipo sawa sawa, huwezi kujadili mjadala, ana haki ya kuwa katika vyombo vya habari. Sasa wale wale ndio watu wabaya kuwahi kutokea, watu wanashindwa tu kujua yule ni mtu wa hovyo kuwahi kutokea kwa sababu mtu wa namna ile anatumika. Yani, yule mtu angalia alivyokuwa mtu wa ajabu, ana taarifa ya TFF ndio ana taarifa ya Simba Sports Club ila ana taarifa ya barua za Yanga ambazo hazijasomwa na mtu yoyote n kila taarifa Yanga anayo taarifa. Sasa basi kae wani sema mimi bwana, yeah. ni shabiki na mwanachama wa Yanga ila ni, nakuja studio kama mchambuzi, lakini ni shabiki na mwanachama, ili tujue watu huwa wanakupa taarifa, unapokuja katika hoja ya Yanga. Unajua ile jambo mimi nalijua mtu fulani kafanya, yeah. tafiti anafanya tafiti kwa njia gani? Maendeleo ilipofika hapa, watu wanataka kuhatarisha mm. amani ya nchi yetu katika masuala haya Serikali itazame vizuri hivi vitoto ambavyo vimekuja katika mpira, alafu hata maarifa ya mpira havina. Unatakiwa kushughulikia mapema hivi vitoto. A, unaweza ukaviita ukavikanya kwa maana ya kuto kuharibu jambo e. B, unaweza ukavichukulia sheria. Kwa hiyo mi nimewaelewa Simba. Simba wanaendelea kusisitiza, wanawataka TFF wabaki katika msingi wao, na sisi tutaishi katika msingi huo takubaliana katika msingi huo mm. Mimi upande wangu ulikuwa ni hayo maoni yangu juu ya taarifa ambayo nimepata, ndiyo. Lakini Seif, turudi hapo hapo kwenye wachambuzi, jambo hili yeah, limebeba hatima ya mpira wa nchini, labda kwenye hivi sasa linavyoendelea, labda ni jambo gani ambalo wanapaswa kuliangalia kwa upana wakati wanazungumza kwenye midi ambazo wanazifanyia kazi? Kwanza mimi ninavyofahamu kunapotokea itilafu yoyote E, katika masuala ya kihabari, kazi ya wanahabari ni kuchambua, sio kuweta maoni yao. Ndio menelewa me bro? Ndio, kunapotokea kitu chochote ambacho kina sitofahamu, kazi ya wanahabari ni kuchambua, sio kutoa maoni, maanake mnapotoa maoni, wewe ukiwa na na interest na hilo jambo utamlazimisha ambaye anaamini hilo jambo liko sawa akuone wewe uko sawa. baada ya yake ulimi wako wewe unakwenda mbali. Yani, wewe mwanahabari, ulimi wako unasikilizwa na watu wengi, ndio umeelewa, tofauti na mtu wa kawaida akiwa anatoa maoni. Kwa hiyo kabla wewe mwanahabari, jitazame, kwa sababu my brother eh, eh, vita ya kimbali Rwanda, watu wa, ambao wamepelekwa mahakamani wengi walikuwa ni wanahabari na viongozi wa kidini, ndio kwa nini? watu wao ulimi wao unaishi, ulimi wao unafatwa, ulimi wao una kazi. Ndiyo. Kwa hiyo waache habari za kujifanya wao ni watoa wa maoni, warudi kama wachambuzi. Maana yangu e, tukio hili fulani anasema Juma amefanya fulani fulani anasema fulani basi ishia umo, weredi wako, uelewa wako, namna yako, si ndio? Humo katika ulimwengu wako, si umenelewa maitaka? Ndio, ndio. Kwa hiyo mimi ushauri wangu kuwa, awa na habari ambao wanatumika na wanatumia vibaya habari zao, waache hivi vitu, nitakwambia. Kwa mfano, yuko mtu mmoja alikuwa na na na hizi na, wanahitaji wanasema, si alikuwa na anakuja na zile za ndani, si anaitwa ni Ricardo Momo, anamuita yule yule mwamba baada ya ya, ya, ya mdogo wake Diamond Platinum kuwa ameama Simba hmm, naye amekuwa mtu wa ovyo. Tazama mtu kama yule. So, unakaje kwenye chombo cha habari yaani, kumbe wewe hufanyi kazi kwa mujibu wa taaluma, unafanya kazi kwa mujibu wa udugu. Sa ndugu yako akiamua kosti tena wewe utaanza kuishutumu Simba na sasa yule mtu ni ovyo tu, my bro, umekuwa kama bendera na fata upepo sasa Yes, umenielewa vizuri, huwezi kuendelea kusikilizwa maana wewe uwezo wako pia unakuwa ni wa kawaida, sijui kwa sababu kituo ni cha nyumbani, sijajua kwa sababu gani, nimejaribu kumsikiliza katika vitu hivi vyote, umenielewa vizuri mm. hata maoni anayoyatoa ni maoni mgando kwa sababu na mi nafahamu namna ya kimijadala ya kihabari. Mi sio mwanahabari, mwanahabari mwana ana mizani katika kujadili habari mimi. mm -hmm. Mi sio mwanahabari, naweza kujadili habari kwa mtundooti, lakini mwanahabari una mizani. Lakini huyo jamaa hata mizani tena amekuwa na nakwaka na, na mi nikuelezwa katika jambo la msingi sana. Mwenyezi Mungu mm -hmm. mm -hmm. akuumba kitu kinachoitwa haki, kikibatilishwa e huwezi kufanikiwa, utaonyesha ujinga wako tu kila siku. Ndiyo, hmm. hiyo ndo kanuni ya Mwenyezi Mungu alivyoweka, yaani kumesimama haki, na wewe msingi wako umeupeleka kwenye batili, kwa sababu anayefanya haki umpendi. Basi amini Mwenyezi Mungu utakuwa ni mtu wa hovyo tu katika hilo mpaka mwisho. Huo ndo utaratibu wa Mwenyezi Mungu. Sasa, naam naam, basi mi ni kushukuru sana Sefu kwenye hilo bana asante sana, tuko pamoja na mi ni wasi, wanasimba ndio wawe wastaamilivu sana katika kipindi hiki kigumu ambacho tunakwenda kupita. Ndio sasi ni watu wa soka basi tutatengeneza historia katika mpira e. Na Simba nguvu moja kaka. Haya, shukran sana, ubaya ubwela, basi wanasimba e, e, asante sana <laughs>